wamekosa nafasi za wazi kabisa nafasi kama mbili mbili. Kwa, kwa ujumla hii mechi ya leo ilitupalia mpaka ilifika umu tukajua biashara tushamaliza. Mechi mechi ilitupalia na ilitupalia mpaka ikafika umu, ikabidi mimi niinuke niweze kuomba tena. Mimi sina haja ya kuomba leo, lakini leo inabidi niombe sasa. Unaona jahazi inateketea, kwa sababu mtu akishapata goli moja hapo angepata goli lingine, watu wote wangelala chini na wachezaji wote wangelala chini, maana yake tungetolewa na sisi tuna, tuna, tuna, tuna, tuna nuksi na timu za kusini. Ubusongo walitufanyia hivihivi, Galaxy walitufanyia hivihivi kwao. Tuna uzoefu wa kutolewa na timu za kutoka kusini. Kwa hiyo mechi hii ya leo ilitufalia mpaka kwenye koo, ikabidi mimi niinuke niseme za Mungu tunusuru, tusipate aibu, kwa sababu tumetolewa mapema dakika hizi. Tukaenda wapi? Ni aibu kubwa sana. Lakini ashukuru Mungu, umakini makini na mwalimu atakayekuja au alioko waoyeshe kasi sasa hivi. Hamna kasi hapa, kuna wachezaji wanacheza, lakini uelewano sio ule. Waweke uelewano wa kuwa pamoja na kasi, bila hivyo mashindano bado yataendelea kutupalia, na mechi hii mechi hii mechi tunatolewa itatolewa Hali ilikuwa mbaya mno. Uzoefu uliotumika ndio kutusaidia sisi tumeweza kuachivu fu... fu, lakini mechi kwa ujumla ilikuwa chakufalia wana wanasimba tar a kukata tamaa, nikaona sasa hapa bila kuomba hali itazidi kuwa mbaya. Alistahili kuwa mchezaji bora mechi hii ya leo. Ndio mpaka kajitumba na kuna kitu kigie imekiona ndani ya Simba wachezaji, waongozi kujituma waongeze kujituma, wasicheze kama kurelaksi. Hii Simba timu kubwa, na yiriwa, e, ni timu kubwa, nabidi kila mtu anayesajiliwa ajitume. Hii mechi ott tunaondoka na ingekuwa ni uya ni aibu ya mwaka kwamba mechi za mwanzoni za primary za primary tunatolewa, ni aibu kubwa kwa timu kubwa kama Simba, namba tano kwa bora barani Afrika, ilikuwa ni aibu. Lakini nashukuru Mungu tumepata huu ushindi, na huu ushindi tuliopata dakika 9 zimeongezwa, nikajua ngombe narudi vile vile ya Mungu tena, tupige magoti. Mungu ametusaidia tumeweza kuvuka, na tungeeleza nini hawa watu wa Yanga? Maana Yanga sasa hivi sisi tumekuwa kama ndio tatizo kutufunga mara zote, na tungetolewa hali na ikiwa safari. Yanga nao hawana timu, Yanga hawana timu, safari Yanga kwa ujumla ndio hawana timu moja pili. Yanga Afrika hawana hata kocha, kocha kabisa. Wao kocha hao wanamsikilizia mechi mbili bado janelewa sisi. Kinachosumbua hapa ni kupata ile kocha, lakini timu tuna wale hawana kocha mpaka pendahi. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba sasa hivi ngoma ni kama inaenda draw. Jana umeona uwanjani kulikuwa

mimi angetoka pale unampiga kibao akae sawa, kwa sababu yule ana utoto kweli. Mimi nakwambia ah, unamwasha kwa kibao nakwambia. Tena kibao chenyewe umpigi kwenye shavu, unampiga kwenye macho aone aone, nyota nyota. Unakosa goli kama lile, kipa hayupo, una haraka gani mpira baba? Kipa hayupo huko na mpira, una haraka gani? Wakaanza kutukumbusha mambo ya kinachama ya zamani, sababu chama pale kwanza anatulia Yaani, umeturudisha mambo ya nyuma, huwa anafanya mistake ambazo zinajirudia kila siku. kulikuwa kuna haja gani mpira kama yule kupoteza kwa ni goli lile. Kwa hiyo kuna mwalimu anabidi afanye kazi kubwa sana, huwa abadilike mambo ya utoto atuacache, hii ni timu kubwa. Angetukarimu leo tungetolewa hii mechi, tunaondoka hivi. leo nimeona benchi la mzungu. La, la, la, la, la, la, jamaa walikuwa wana mzungu kwenye benchi leo, mzungu mzungu alikuwepo. Niliona mzungu, tungesema shughuli pevu hii kidogo tupoteze hili pambano, walipiga kombora hizi mbili kujaasona mweta shee sona mweta nane zilikuwa zinatoka mbili. Kuna sasa walibaki yeye na diara na nani na nani na kamara yeah. ka diara nasema diara yeah. kufunga sasa alipo <laughs> press ule mpira pale, kan anatafuta yengo mm. angepeleka yengo ya huku ni kwa goli kwao. Kwa ujumla, Simba Sports Club kocha kama anakuja aje haraka Mwa wa kwa hali tunakokwendea kuna uhitaji wa mwalimu kwa haraka mno, bila kupoteza muda na ikiwezekana, like kama unamkabidhi Matola sawa, kama jamaa unamleta hoja aliyefundisha Egypt, alifundisha national na Kaizer Chiefs, aje tuafundishe. Alitoa olive huyo bwana eh, aje afundishe Simba kwa haraka. Kwa sasa hivi tunahitaji kocha, sio muda wa kuchelewa. Hali ni mbaya. Leo tukuwa tunaondoka ni mbili, mimi niamke tena naweza kuomba tena, n sina mpango wa kuomba, mimi niweza kupiga maombi na magoti ukiachana na ukufanya makosa ya kujirudia Chamu naye pia amekuwa akicheza faulo kwenye michezo mikubwa. Na yeye unamzungumziaje? Nguvu, anatumia nguvu mpaka anapitiliza, yani anatumia nguvu mpaka anajikaba, adanaajikaba. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wachezaji wanabidi wabadilike, hata soa soa naye abadilike. Hii siyo Singida, hii ni Simba sports club, atulia asitumie nguvu kubwa, atumie akili. Tatu, Mpanzu Mpanzu, kwanini mechi kubwa sau Mpanzu yule sio, yu mpanzu sio yule tulikuwa tunamjua, na kuna vitu vingi ambavyo na inawezekana Fadu nale t t gani, yfunguka. Yfunguka. na tumemendea wachezaji wetu dakika za mwisho kwa sababu gani? Timu ilikuwa ifunguka, timu inaweza kufunguka kali watu hawana spidi, kwa sababu timu sasa hivi inafunguka lakini spidi haina. Pili, wachezaji wanaonekana wazito, wako nyumbani, wanapiga pasi wanafuta kawao, tuko nyumbani kuna vitu inabidi ndani ya Simba vibadilike kuanzia wachezaji wenyewe. Wachezaji kama wachezaji wabadilike, bila hivyo tungepata aibu ya hey, mwaka leo tungezungumza nini? Mimi hata kumbani singerudi, niende wapi? Nitafuta sehemu kukaa kwa muda. Aibu wewe, hadi ingezidi kuwa mbaya hivi.